Anko T amezivaa media za Tanzania lakini kuna baadhi ya watu ambao aliwalenga haswa japo hakuwataja majina. Sasa aliweza kujirekodi video kupitia Snapchat ambapo aliweza kuongelea mambo mengi sana ambayo yalikuwa, yalikuwa yanaendelea kule katika ile pati ya Jux pamoja na Priest. Sasa aliweza kuzungumzia katika upande wa media za Tanzania ikiwa walipokuwa wakiwaponda watu wa Tanzania walipoenda katika ile pati ya harusi ya kumwaga Prince kutoka huko Nigeria, ambapo baada ya hapo itakuja kufanyika pati kubwa ya mwisho hapa hapa Tanzania, ikiwa ni baada ya hiyo pati. Mapema hivi leo anajiandaa na pati nyingine ambayo itafanyika Tanzania, na pati hiyo inaitwa The White Party. Sasa Anko T aliweza kuongelea mambo mengi sana kuhusiana na waliokuwa wanawaponda watu kutoka Tanzania, kusema kwamba watu wa Tanzania hawajapendeza na vitu kama hivyo, madizaina ma, ma, wa Tanzania wanazingua. Sasa Anko T aliweza kuongelea sana mambo mengi ambapo hasa hasa aliyemlenga katika hii video ni Carry Mastory, mwanadada huyu ambaye anamiliki kituo cha habari kinaitwa Carry Mastory, lakini pia Juma Lokole ambaye aliongea mambo mengi sana kupitia kipindi cha Mashamshamu ambacho kilifanyika Wasafi TV, ambapo pia aliweza kusema kwamba kuna wakati mwingine unakuta mtu ni mwanahabari anamponda hadi bosi wake ikiwa yani, ni baada ya kusema kwamba Watanzania walipigwa bao kwenye kuvana wa Nigeria kwa hiyo, Anko T ameeleza kuzungumzia hata katika upande wa Damon. Damon ni bosi wa Juma Lokole, lakini pia Juma Lokole amejiriwa na Wasafi ikiwa Damon ndio bosi, kwa hiyo kusema maneno yale ni kama vile direct kumponda bosi wake. Kwa hiyo, tutakachoweza kutazama hizi hapa video, lakini pia nimekuwekea bonus video ambazo utazisikiliza bonus video ambazo zilikuwa zinaendelea, ambapo hizo video zilionyesha mambo yaliyojiri katika ile party ambayo ilifanyika huko Nigeria. Hapa ni Blue House Tax Media, ukisubscribe ndio unakuwa mwana mwanafamilia yetu wa kwanza ambao utakuwa na pata update zetu kila wakati. Asante. Unajua n kutunyanyua, yani kutu, sisi kimasomaso mimi niko hapo, na yani kila nikiangalia meza niko hapo nimekaa, nilikaa na wamama, lakini uliona walijitahidi kutengeneza zile nguo in very classic design. Ukiacha watanzania wote ni wazuri by natural Ah, we jana tulijua kuifanya pambe, tulijua kuifanya she kia point. Blogs za Kitanzania, supportini watu wenu, mnaenda kabisa, mnaposti. Mpaka sasa hivi Tanzania tatu sijui na Nigeria saba, Tanzania tatu na Nigeria saba. Hapo kwenye Watanzania kulikuwepo na mabosi zenu, wengine mmeajiriwa nao, kwa hiyo bosi wako nao tatu. <laughs> Wewe ukiongea vitu vingine, jipunguzieni jamani. Hakukuwa, jana tatu jana ilikuwa mia yani, Tanzania mia na Nigeria sitini. Kwanza na kugawia fact, angalia kitambaa walichopewa Tanzania washone, ikiangalia kitambaa walichopewa wa, wa, Tanzania i mean wa wanaume walipewa pinki, wanawake walipewa hiyo rangi ya chocolate. Wa Nigeria walijigaia kitambaa ambacho kinaweza kufanyika vitu vingi, lakini kwenye hicho hicho kitambaa walichopewa rangi moja ya chocolate kwa wageni, watoto wa, wa kiume walitakiwa wavae chocolate moja wanawake fayel, lesi ya chocolate, walijua watu kudesign. Wanawake sisi kimasomaso, mimi nikopo na, yani kila nikiangalia meza nikopo nimekaa, nilikaa na wamama, lakini uliona walijitahidi kutengeneza zile nguo in very classic design. Ukiacha Watanzania wote ni wazuri by natural. Ah, we jana tulijua kuifanya pambe, tulijua kuifanya shenge <laughs> hey! Hello? We tuli eat, tukaacha noma zafata crumbs, si unaelewa? Kwa hiyo blogs zote za Tanzania mnatakiwa mjifunze kusapoti watu wenu. Wa Nigeria wanasapotiana in anyway. Apitia peji zote za Nigeria hautokuta picha ya Mtanzania, hata kama kapendeza wamemposti. Hakuna sehemu wanaoongelea Mtanzania, ni wanaongelea wao wenyewe, ni wanasifiana wao wenyewe. Sisi watu wanaangaika kutengeneza majina, lakini chanzo cha kwanza watu wanashushwa hadhi na mablogs yetu wenyewe. Unaendaje hii hapa? Sasa hivi imekuja kuwa unaendaje ku, kumpa point Nigeria chini ya Mtanzania ambapo the fact kuwa wewe mwenyewe ni Mtanzania? Kwa hiyo punguzeni chuki, mnakuaga mnajiingiza kwenye mabifu ya kipumbavu. Na sasa mimi ndio niwaambie, ni Anko, ni mimi. Sijataka kuvaa kwa ajili ya comment ya mtu, nimevaa kile nilichovaa kwa fort. Nimetumia expensive designers, darling you are and JM correction, you know the, the, the vibe aujaishika. <laughs> Milioni kwa JM, hauna shati lako. Tunajua nini tulichokifanya, na tunakutana Dar es Salaam, tunawabauza tena kama ilivyokuwa kesho kwenye white wedding, mta expect vingine na vingine, kwa sababu watuto hapa kitu kinachoitwa pumzi sisi Tanzania tulichojaliwa ni roho mbaya, kuwaponda wasanii wetu, kuwaponda watu ambao wanatusapoti, kuwaponda watu ambao wanatupresent wana sehemu. Tukienda utakuta hapa, hata kwenye tuzo msanii wetu yupo, lakini watu watajifanya yeye, blogs zote zitakaa na msapoti sijui nani, hata kuongelewa. Davido na Diamond, Davido atampa kichwa kuliko Diamond. Jamani oh, please baby girls chill, chill. Dawa ikuingieni mmekaa roho mbaya sijui nani. Fanyeni shughuli zenu nyinyi. Wewe uliwahi kuposti wapi wewe? Shughuli gani Tanzania ulitokaga ukapendeza? Hebu tuongee na blog za wakiume, jana alikuwa anajifanya wao ndio waongea nyingi sana. Wewe sehemu gani ulienda ukavaa ukashtua? Wewe wapi ulipaingia? Wewe ukavaa ukaonekana eh, huyu hapa kaingia ka wewe koma, wala hizo wambili kapi wambili ataziwe za kichwa tezi dadangu. <laughs> Wewe unacheza nini wewe? Kipindi unaongea ingekuwa rahisi. Like, kwanza blogs gani ninyi mnafanya kazi kuchukua video kwenye mablogs zenu? Wenzenu wanatakiwa ujilipie, uipandie ndege huo umbea wako. Si unaweza? Sasa jana huko umbea ulikuwa unataka hela na hela au una shoga yangu. Ndio kisa mnaposti video za Instagram na hamjatushtua amna mlipo Nei, na kazi na wei kidogo fungo na eh, kwa kweli, mdogo wangu. Naomba tafadhali fungua begi ili nioneshe nguo unavaa kesho, naomba nimetumwa na Watanzania, unawakilisha taifa. Na tena una mabegi matatu, umekuja na mabegi matatu. Mei wakutufanyia vile, hebu fungua, nioneshe, nionyeshe nguo unavaa kesho. Kama huna, tukatafute nguo mapema, nionyeshe nguo unavaa kesho. Hii kazi ya taifa, unawakilisha taifa, nioneshe nguo